Swali lako si ulipeleka polisi, kwa hiyo hakuna jibu lolote lilorudi, nasema eh, swala uliliacha kwangu au uliliacha polisi? Polis sinajua, labda mmepata ripoti yoyote? Maana naona kila kitu ni kimya, kila kitu ni kimya kwa sababu hatujapewa majibu mm, kutoka polisi. Mimi nafikiri pale ulikofikisha ile swala ndio kwa kuanzia, na nilichukua muda mrefu sana kukuelewesha, lakini kaona hujanielewa. Tunatakiwa so, uulizie polisi kwanza, na sisi hatujapewa taarifa yoyote. Kama, kama tungekuwa tumepewa taarifa, polisi ndio wenye oh, mamlaka kujulisha, sio sisi tena. Kwa hiyo nyie hapo kama hospitali hamna jibu lolote la kuniambia tena, mama? Hivyo wewe kiongozi wa serikali kweli, aujie taratibu naweza nikawa najua taratibu na, na, na mambo mengine ya hospitali. Kama unaniuliza unanijaribu au unataka nifanye nini sasa Mama Jafari? Kwa nini kujaribu? Sasa kama ulishapeleka polisi, taratibu za polisi unajua, kwa mfano, kama ulishapeleka mali kwenda mahakamani, mahakama ndio inatakiwa umalize. Kwa hiyo nilikuwa nategemea na mimi kwamba uniambie kwamba mmesikia wapi, ningekuwa kama na sisi hospitali basi Ndo, kwa sababu polisi walichukua DNA. Sasa nikajua nyewe kama hospitali mtakuwa labda mna majibu kama jibu lolote limerudi. Sikukupigia kwa ugomvi au kwa ubaya. Hayo ndio majaribu ambayo sasa nasema unanijaribu, kwa sababu wewe ni kiongozi, taratibu kwa... zote uongozi au usian na mambo ya hospitali. Ah, sasa, sasa kwa nini? Sasa kama ulienda polisi kwao, mlitaka tumalize hapo hospitali, tufupishe hivi, mama